Habari za leo, ndugu zangu wapenzi, mimi nilichokuja hapa mbele yenu kupata hapa mbele yenu kuambia kwamba naombeni, tarehe ishirini na tisa tukapige kula. Wananchi mjitokeze kwa wingi, tukapige kula. Nchi yetu ni nchi yenye amani. Kwa nini usichague chama cha mapinduzi? Nenda kapige kula, mchague rais wa chama cha mapinduzi, kwa sababu mambo mengi yamefanyika, tumeyaona. Kuna barabara, kuna hospitali. Jamani, tusipoenda kupiga kula tunakuwa hatuna shukurani. Jamani, tunataka tufanyiwe nini Tanzania? Maana hata hao wanasema kama hao watu si waandamani, wafanyeje wao? Wametengeneza nini kwenye nchi yetu hii zaidi ya kutengenezea majungu, tupigane wenyewe kwa wenyewe? Nchi yetu ina amani, tunaishi kwa amani, unatembea mpaka usiku wa manane. Tunataka kitu gani? Tunakula tunaishi vizuri, maisha mazuri kabisa, unatembea kwa amani kabisa. Jamani, tunahamasisha tuende tukapige kula. Tukimaliza kupiga kula turudi nyumbani, tuwaache kukaa vibunge vibunge, tusisikilize watu ambao walikuwa wapo kwenye nchi nyingine, kwa wanataka kutugombanisha makusudi. Kama wao kweli wanataka maandamano, kwa nini wasirudi hapa Tanzania, tukaona tukaandamana watu pamoja? Wanataka kutuponzea watoto wetu. Wao watoto wao wamekaa nao kwenye nchi zangu, wametulia nao, watoto wetu na wanafanya chambo ili waje wapate shida. Tunaomba watoto wetu, tunahamasisha tuende tukapige kula. Mimi ya Shaboko nitaenda kupiga kula tarehe 29, na wewe na kwa mwananchi mwenzangu, jitokeze kapige kula. Nchi yetu ina amani, usimwogope mtu kusema kwamba u tarehe 29 kutakuwa kuna amani. Amani ipo tena nyingi ya kutosha. Tarehe 29 Oktoba tunaomba tuende tukatiki kwa Mama Samia, tuende tukatiki kwa Dokta Mwinyi.